hiyo? Aina ya jana, rafiki yangu tu ndo kanipigia. Ungempokea? Pengine ana shida ya muhimu. Hapana, ana maneno sana. Kwa aina lakini Tausi, hii sim sio vizuri, pengine mtu ana shida ya muhimu. Hebu mpokee bana. Mama hana shida ya muhimu, sema tu huyo gani anapenda sana tupige stori. Ana maneno maneno sana, hana shida yoyote. Sawa, lakini tu unge ungemsikiliza anasemaje. Basi hivi, ningekuwa ni mimi napigiwa hiyo simu alafu nikaiangalia, ungejisikiaje? Basi kama una shida ya hmm kuzungumza naye, naomba mimi nipokee hiyo simu.

Karibu. Mbona umekuja na spidi hivi? Uko sawa? Ya, yeah, niko sawa. Vipi? Chakula kiko tayari? Ah, uh, chakula ndo nipo na ndaa ndaa, kwa bado kidogo. So, sawa. Nitae maji ya kuni. Mazungi mazungi, kila siku mimi, yeah. Why me? Sabu na matatizo

Hukumbuki hata nilipokutoa ni wapi? Ukumbuki ni kiasi gani ulikuwa na maisha magumu? Yaani leo mbele yangu simu inapigwa. Tausi, nikufanyie nini ili uelewe kwamba mimi nakupenda? Nifanye nini kwako ili uelewe kwamba mimi nakusamini, Tausi? Yani, huyu mwanaume anaonekana kabisa tena anakupenda na amezamiria kuishi na wewe, na halafu anavyoonekana hana nia nzuri na mimi, yani anadiriki kusema maneno ya mpaka mimi aniangamize ili tu awe na wewe, si ndio hivyo, Tausi? Mpaka hapa mimi sina cha kusema ila maamuzi hapo juu yako, yako kuanzia sasa, utachagua kuishi na mimi ama ukaishi na huyu mwanaume aliyekupigia simu mbele yako. Habari ya saizi. Unawezaje kuingia ndani ya nyumba ya mtu bila kupiga hodi? Mimi nadhani haina haja, ila kikubwa zaidi ambacho nakihitaji kutoka kwako ni mazungumzo. Naomba niruhusu niweze kuzungumza na wewe, nipishe kidogo <fix>

Bila shaka wewe ni Mr. Komu sio? Hujakosea, ni mimi. Vizuri sana. Sasa naomba unisikilize kwa makini, na ninachokihitaji katika hili jambo, nahitaji ushirikiano wako kwa nguvu, na kama utaleta janja janja, serikali na mkono mrefu sana

Sema nini mwanangu? Yeah. Taka ni moja, yangu, play ngoma moja hapa na singeli yangu anaikubali kichizi. Alafu ni beat hapa tunaimba wenyewe. Mimi natia beat, alafu misitari tutaika nayo wenyewe. Haikatai hapo kwanza.

na kuelekea nje ya geti. Pembeni kidogo kulikuwa kumekaa kigari. Baada ya muda kidogo, maeneo uliyokuwa umesimama kuna upotevu wa mali ya mtu, nikiwa namaanisha gari lile ambalo lilikuwa karibu nalo lilipotea. Unataka kuniambia kwamba mtu akiwa katika nyumba za kulala wageni toka kabla ya saa nne asubuhi akaondoka usiku, ikitokea kwamba mali ya mtu imepotea pale, kwamba yule yule ndo atoka amehusika kutoa gari ndani ya ulinzi wetu, security CCTV camera, yaani nikiwa na maana ya picha mnato, ulionekana kuwa lile gari umelichukua wewe maana inaonekana baada ya muda kadhaa lile gari ilitoweka, na wewe pia ukatoweka. Sasa, Mr. Komwe. Katika maelezo yote unaweza ukatuambia kwamba lile gari lilienda wapi? Nisikilize, kama umekuja kwa swala hili pisha ndani ya nyumba yangu kama una swala lingine au una jambo lingine nakusikiliza. Sawa Mr. Komwe, mimi nimekusikiliza kwa makini zaidi, lakini nataka nikukumbusha kitu kimoja. Naomba utambue hili, serikali ina mkono mrefu, na ninaposema kwamba mkono mrefu simanishi kwamba serikali iliunga mkono alafu kisha mkono kwa mrefu zaidi ya mara mbili, ninamaanisha serikali ina uwezo mkubwa katika uchunguzi wake. Sheria itachukua mkondo wake. Naomba nikutakia wakati mwema na majukumu mema pia. <laughs> haka nako kanatetea ugali wake. <laughs> Lakini huyu Sio levo yangu hata levo. Inakwaje bro? Kama kawa hapa, mimi hapa nikuwa na machezi zangu, nimetulia kule eh. Sasa nimesahau simu yangu. Eh, nimeacha nao wauni wangu kao, naomba unisaidie simu yako, nawavutia wale niwaelekeze. Itunze foni yangu, unajua wale masela anaweza kaishi nayo. Yeah. Password. Bro, toa password. Wasikiliza msela wangu. Unaona hapo kona nilipokuwa nimekaa mie mwanangu? Eh, mwanangu nimesahau simu yangu mwanangu. Kwa hiyo ndio hivyo mwanangu, nitunzie basi. Asa maswali gani, afu simu ndio hiyo tunazungumza babu? Eh, hey, chabu mimi natokea. Si ndo kama hivyo. Pablo, fresh mwanangu. Kisela. Mimi namwagika. Atinta. Hisi uh, ndo nambi limpigia mwanamke wangu juzi pale. muhimu sijui unakuja kuniambia sijui unakuja kufanya kwa hiyo, hebu hapa cha kufanya, nomba tuende kwenye pointi tu, maana nachelewa nyumbani. Unajua naishi kwa kaka yangu, siishi kwangu, sawa

ahitaji kuwa na wewe leo, tukae tupumzike siku nzima ya leo. Siku ya leo nahitaji kuwa na wewe, tupumzike, tuinjoi, tukumbishe mambo ya zamani. Yani unachokiongea unakisikia au naongea tu ili mradi. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa tricky yako kwamba uniite usikie hapo kwa nibadilikie, hatujakubaliana hivyo. Sawa. Yaani kama hiyo ndio ilikuwa tricky yako, mimi sitaki, naomba uniache. Lakini wewe. Naona unanichanganya sana. Na kuchanganya nini wewe? Sikia nikwambie kitu kimoja. Tambua mimi bado nakuhitaji wewe, ndio faraja yangu, kwa nini ufanye hivyo? Ni sawa lakini ungenyosha maelezo kwamba nakuja nakuja kufanya nini? So uniambia kuna surprise, kuna surprise afu unifay nifanyie vitu vya kipumbavu kiasi hiki. Unanifanyia nini wewe? Sikiliza nikwambie, kama una point ya kuniambia, tofauti na upuuzi upuuzi ulioniambia, uondoke

Mefunga ndoa wewe ni wife. Mi nimekula mtaloni mwanangu hivi. Mimi nimekula mtaroni, ni mtaroni. Msera nalala nje. Mi nimefanyishwa kazi za kigaidi ambazo sio matashi ya moyo wangu, si unaelewa? Nimefanya kazi za kigaidi ambazo sio matashi ya moyo wangu, lakini mtoto wa kiume nilivimba, alafu kazi nilipiga